Mbegu zako mwanaume zinapokuwa hafifu au zikawa na udhaifu katika uzalishwaji wake, basi inaweza ikapelekea kila mwenza wako akitunga mimba au akishika mimba zinaharibika. Hii ni kwa sababu mbegu zile zinaporutubisha yai yai linakuwa halina nguvu tena ya kuweza kukaa kwa muda mrefu, hivyo inapelekea kuharibika kwa mimba a chini ya miezi mitatu au hata baada, kwa sababu a mimba au kijusi kinachotengenezwa kinakuwa hakina nguvu. Kama mwenza wako unaona mimba zinaharibika mara kwa mara, ni bora mkambatana mkaenda hospitali ukafanya vipimo vya semen analysis, wakaangalia mbegu zako na vipimo vingine vya hormone na damu, ambavyo vitakusaidia kuweza kujua kama tatizo lipo kwako au lipo kwa mwenza wako. Na ni bora mkaanza kuchukua tahadhari, ikiwa ni pamoja na kutumia tiba za kuandaa nyumbani, yaani lishe. Mfano, unaweza ukatumia karafuu, tangawizi na mdarasini kwa siku 35 we na mwenza wako, lakini pia kuendelea na tiba za Okoa Mwili kutoa sumu mwilini na kuimarisha mbegu zako zinakaa sawa, ikiwa ni pamoja na C24/7 na Liver Care ambazo zinaenda kuimarisha utendaji kazi wa mbegu, unakuwa sawa. Tunaendelea na challenge yetu ya kutumia C24/7 na Liver Care, na leo ni siku ya 18. Asubuhi tunatumia C24/7 ili kutoa sumu mwilini na kuimarisha homoni ya testosteroni na uzalishaji wa mbegu za kiume ili kuepusha uharibifu wa mimba zinazotungwa. Atiba hizi ili kuweza kuzipata nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, lakini pia komenti neno niunge kujiunga na group letu la mafunzo bure.